waman fattara fi hadha al shahri soiman kana ka'itiqi ashiri riqabi min waladi Ismaila alayhi wa nabiina afdhalu salati wa salam. Jawabu ni kwamba kufutarisha waliofunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni jambo ambalo limewekwa katika sheria ya Kiislam na ni jambo lenye fadhila nyingi sana na thawabu nyingi, na katika fadhila zake ni kwamba mwenye kumfutarisha ambaye amefunga, kwa maana wakati wa magharibi, asimpe mm. mchana. Naam, wengine wanaofanya kazi wa ndani, wasaidizi ambao si Waislamu, akimfutarisha asubuhi atakuwa amefanya makosa huyo. Naam, na tunazungumzia kumfutarisha, maana yake wakati wa kufutari na ni magharibi, basi huyo malipo yake anakuwa ni sawa na mfano wa mtu ambaye amewaachia huru watu kumi katika watoto wa Nabii Ismail alayhi salatu wasalam. Naam, fadhila kubwa sana. Lakini juu ya hayo ni kwamba sheria ya Kiislamu haikukataza kumfutarisha mtu mwenye uwezo, kwa sababu so, hii ni hii ni ibada nyingine mbali. Mm. ijapokuwa kwamba fadhila zaidi na ubora zaidi mm. ni kumfa ni kumpa ambaye hana, kumsaidia ambaye hana kipato cha kutosheleza, kumfutarisha masikini ambaye hapati futari yake. mm. hiyo ndo asili ilivyo. mm. Lakini katika ujumla wa ibada ya kufutarishana, hiyo inakubalika kwa watu wa aina zote. Ana hadithi ikasema kwamba mwenye kumfutarisha mwenye kufunga, mm. haikusema man fatara faqiran au miskina, vitu vili tofauti. man fatara fihi swaima, mwenye kumfutarisha aliyefunga, sio masikini aliyefunga au fakiri aliyefunga, inazungumzia kumfutarisha mm. katika maana ya ujumla. Kwa hivyo hakuna tatizo wala kikwazo wala dhambi kumfutarisha mtu mtu mwingine mwenye uwezo kama yeye, kwa maana ni sehemu katika kujenga pia ule udugu na ukaribu na urafiki na, na kujenga mahusiano mema baina yao. Jambo ya mm. la kawaida linaruhusika katika dini, lakini haimaanishi kwamba bora zaidi ni hivi. Hapana. Na, na. Na tuchue katika dhana njema ndio kwamba si kila ambaye anaalika watu wenye uwezo mm. kwamba hafutarishi masikini. Maana hili ni dhana tunayoona pengine dhahiri ilivyo, akawalika mm. watu wote wana uwezo kama yeye mm. sawa pengine kaalika hawa watu kumi ishirini rafiki zake wa karibu, wana ujamaa pengine katika familia yao, hmm. ni silaturahim ni kuunga ukoo kuunga udugu kwa jambo hmm. la halali. Pengine huyo huyo kaftarisha watu mia mbili sehemu nyingine ambao hatukuona sisi, bila shaka kwa tumeambiwa watu tuishi katika dhana njema, ndio maana Allah mtukufu mm -hmm. akaharamisha dhana mbaya mm -hmm. au dhana ovu ila ambayo imedhihiri moja kwa moja, kama alisema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu ijtanibu kathiran kathira min adh-dhanni Inna baadha dhanni no. ithmi. Enyu no. ulioamini jiepusheni na nyingi katika miongoni mwa dhana mm. hakika baadhi ya dhana ni dhambi. no. Kwevo, kwa hivyo tuchukulie kwamba dhana njema ni kwamba hawa ambao wana uwezo mm. wamealikana wao kwa wao, lakini pia wanafutarisha masikini katika maeneo mengine ambayo siatukuyaona no. na shes. hakuna uharamu wote mm. kumfutarisha mtu mwenye uwezo mm, kwa sababu hii ni ibada ambayo imepokewa katika Sunna, kwamba jambo la kheri hata msikitini pakiwa kwa futari msikiti wote ule haimaanishi kwamba hii ni masikini wanakuja kuswali peke yao hapana. Naam. kila mwenye kufunga atachukua tende yake moja, tende tatu tano, maji ni kawaida, kwa sababu hii ni waliofunga, si ya masikini peke yao. Kwa hivyo hii ndio hukumu yake, inakuwa hivyo, hakuna uharamu katika hilo. Wallahu taala aalam. Naam, mashaallah. Istiqama Swahili TV, busati la ilimu na hikima.